Kesho tarehe moja mwezi wa kumi na mbili uh, 2025 tutakuwa na uh, tukio la kuonyesha vipaji vya watoto. Watoto hawa ni watoto chini ya umri wa miaka 19, 17 na 15, wanaocheza mpira. Kwa hiyo ni tukio la kuonyesha vipaji na tunaita ni Azam International Talent Showcase. Uh, ikumbuke kwamba katika plani zetu tulisema kwamba tutakuwa na hizi showcase kwa mwaka mara mbili. Uh, mwezi Disemba kati ya mwezi Novemba na Disemba na kati ya mwezi March na, na Mei ya kila mwaka. Kwa hii ni ya kwetu ya, ya kwanza ambayo tutaianza kesho rasmi, na lengo kubwa sana ni ku, ku, kuwaonyesha au kuwapromoti watoto wao ambao tunawandaa wakiwepo hapa kwenye, kwenye, kwenye klabu yetu. Kwa hiyo tumefanikiwa kualika e, wa wataalamu wakubwa katika vilabu mbalimbali na kutoka nchi mbalimbali kuja kutambua hivyo vipaji. Tumefanikiwa kupata nchi za Kiarabu, tumefanikiwa kupata kutoka Ufaransa klabu kubwa, tumefanikiwa kupata Uingereza kuhakikisha na klabu ya Chelsea Chelsa e, Sweden. Kwa hiyo tuna takriban eh, ma chief scout e, na wakurugenzi wakubwa kabisa wa ufundi wasiopungua sita ambao watakuwepo hapa kesho kuja kutambua vipaji e, e, watoto wetu, tukio ambalo litafanyika siku mbili e, kwa maana tarehe moja na tarehe mbili itakuwa ni siku nzima, na wageni wetu wote washawasili salama, wameingia kuanzia jana na leo e, tayari kesho. Kwa kwanza, tukio lenyewe tumealika virabu ambavyo viko hapa nchini na wenyewe kupata fursa e, tumealika wenzetu wa JKT, tumealika wenzetu wa KMC na baadhi ya akademi ambazo tumeingia nazo e, ma, e, makubaliano mazuri kwamba na wenyewe wao ni sehemu ya, ya, ya, ya e tournament. Kwa hiyo kwa ufupi ndio virabu ambavyo tutakuwa tuta navyo siku ya kesho na kesho kutwa.